Falme na mamlaka na wakuu wa giza hili hawataki uombe, kwa sababu wanajua ukiomba utaharibu vizuizi vyao, utazuia hali yao ya kuharibu maisha yako, na pili utakomboa ukoo wako. Hivyo wanakuletea miayo na roho nzito wakati unaomba. Point, endelea kuomba usiache. Mamlaka na wakuu wa giza la hii Malindi wanajua wewe kijana wa Rejoice hapo ukiomba utabomoa madhabahu zao. Nimetumwa nikuletee siri uamsho. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Waefeso sura ya sita mstari wa kumi na mbili. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Mamlaka, falme. Kwa hiyo unaposhindana bao katika jina la Yesu, ninapomua madhabahu ya kimsalama katika jina la Yesu inayofanya watu wachawi wanaungua. Kwa hiyo wanapoanza kuungua wale waliotuma vibaraka wanarudisha taarifa. Wakirudisha taarifa, yule mkuu wao wanasema, tuitume roho ya miayo, tuitume roho ya uchovu kama ndani yako taa imezimika, unalazimisha tu kuomba, unakuwa kama wale wanamwali wale wa kumi, wale walivyozima walivyokuwa na mafuta watano machache na wengine wakawa na nini, wanasubiri taa za wenzao. Kwa hiyo ukitaka uombe, washa taa yako mwenyewe. Taa yako itawashwa na mafuta ambayo ni roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo atakapoangalia ramli zake pale akupigie ramli, anakutana na Yesu na Roho Bwana ukisema, rikatatata natatata unabingirika remoshakata ajui nachiumba kiumba kwa hiyo lugha ajui maana, unajijenga Biblia nasema, unajijenga mwenyewe, na ukijijenga mwenyewe ni msingi ambao hautamumuliwa na yeyote, maana Bwana atakutumia kama pira nguzo ya moto kipita mahali nguzo ya moto, kwa sababu ufalme hauja kushinda, na neno la Mungu umeliweka moyoni mwako vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo falme na wakuu wa kisahili wanajua, ukiomba watoto wako wataokolewa, wanajua ukiomba kanisa litakuwa jeshi kubwa. Wanajua ukiomba baraka zitakuja kwako. Wanajua yote hayo, hivyo wanasema tunataka yule mwanamke asiombe, tunataka yule baba asiombe, tunataka asiombe, tunataka asiombe.